Damu damu damu damu damu damu damu yangu, yangu, yangu, yangu. yangu, yangu, yangu, yangu. ne ne, Karibu, karibu, karibu, karibu, karibu. Mganga mashajificha sana huku, na wewe utakujaga ukose wateja. Karibu kusikia sauti yako. mimi ndio mganga nguruwe.

Namtongoza ananiambia nitaje, yani nataka aje kwangu. Yani mganga, nipe dawa sasa. Kijana, naenda kukupa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> dawa <laughs> dawa hii nikikupa, utatega njiani, akiruka tu amekwisha, huyo ni wa kwako. Mbona toa dawa kwa mganga. Dawa hii hapa, kijana.

Na we, nauliza nani? Ndio fungua. Ee eh, mwenye nyumba? Ndio mwenye nyumba, ndio fungua. Yaani sasa hivi jua kali hivi saa sita hivi mnajifungia milango ndio nini? Hamna nitoka nje, unajua umekaa kivulini. Habari yako? Salamu muhimu. Haya, pesa yangu iko wapi? Naanza na wewe kwanza gundu, ushagundukia Eh? Ah, nilikuwa nakutafuta sana, ulikuwa sasa... simu na tatizo moja, nipigia simu namba yangu kila chumba cha mtu hapo. Namba yangu nimeandika mlangoni, nilikuwa nakupigia haupatikani. ah, eh. La, Na, kwa... Uta Uta ni ile juzi ni nilimpa mtoto akaweka kindege. Haya, sasa sasa yangu juzi nilikuwa nayo. Sasa ulipokuwa unaona upumbavu, utaniambia kama kipindi kile ulituma sijui msibani, lambilambi nyumbani, mama alikopa vikoba, akwambia utume ni matatizo. Lakini siku mbili tatu hizi hapa nitapata, nitakupa. Siku mbili tatu zikiwa kumi, haziwezi kufika kumi. Kwa nini ziwe mbili tatu? Honi tadi eh. Yeah, ni tano hizo, kwa sababu unaona jua kali. Yani mbili tatu tano hapa ndio hivyo, jua ni kali, maisha magumu. Wakati jua rahisi kabisa, ili watu wanauza mabarafu na yeyusha, wanauza juisi, wanajua <laughs> kujiongeza. Mwili wote unauza nini wewe? Ni mwili tu, lakini njaa ah, tu kuna. Haya, pesa unanipa lini sasa? Mimi nishakuja na mafaidi hapa, nimefungua kwa sababu wewe nikiangalia, usiguse eh. Nimefunua wewe nimeangalia iliyopita mm. haujaleta kuna wewe na mwanzi ule wa chumba cha pili Majoji. Eh, eh, kwanza kamuite wewe kamuite wewe kamuite wewe. Majoji. Huu ni upumbavu. Majoji. Eh, nini? Huu ni upumbavu. Kwani nini njoo hapa? Kwa nini nini tena? Njoo wewe mbona unangani? Njoo njoo njoo. Eh, eh, wewe ndo Majoji. Ah, acha ah, eh. Na kushika kwangu shika kwako, nipe tu mkono na tosha. Sawa. Kijana anaonekana mstaarabu lakini ni kijana wa hovyo sana pesa zake. Eh. Miezi miwili tunarusha daruga. Dama hapa na ikuna. Sasa mimi nimekuambia ila hapo kukupatia mzee. Umeniambia lini wakati tunakuja leo? Unaona ulivyo mkorofi wewe? Sasa mzee, mbona kama ni kukupigia simu kwamba SMS yao? Alafu ndio wewe, mbona unakaa kivuli ni unaacha kwenye jua? Eh. Sasa mzee, mbona tunashikana shikana hivi? Yaani kudai watu ndio wazo. Mimi nakushika, sio nakushika shika. Na unajua ni hela yangu ninapokudai unaniambia nakunja ngumi. Mwezi uliopita unaona? Napeni nimeka. Sasa hapa kabisa mimi ngoja, usiniharakishe na tabia ya kunichanganya. Mwezi uliopita uliniambia umelipa, kumbe umelipa kwa jina la, la, la Idaya eh. Umenijua haya? Unaona, mwezi huu ulinipiga daruga ukaniambia oh, nyumbani kuna msiba. Ukaja mwezi uliofuata ukaniambia mtoto wa babako amemeza jembe <laughs> umenielewa? Haukutoa haukutoa ile pango. Safari nakuja unaniambia sidi nini, we maana unatoa wapi Hela hauna. Ndevu unazo hela unazo. Wewe unaona wewe una nini? Sasa mzee maswala ya ndevu na, na kodi yameingiliana. Sikiliza, ndani nimekupangisha wewe pekee yako. Maswala ya kodi na ndevu yameingilianaje maswala ya kodi? Wewe unakoje na ndevu hauna. Sasa bwana usifike mbali mzee. Mimi nipo kwangu, nipo kwangu. Umepata suti haka nikajua hata umekuja na hekima kumbe una. Sasa ndevu na maswala ya kodi na hekima. Kwanza nimekuja ya pekee yako. Nataka hela yangu. Wewe nakupangisha pekee yako unafunga na ndevu ndani. Adafu. Nani? <laughs> Ina ndo nini? Kwa nisifuge ndevu kisa nakaa kwa kwako? Sasa! Ah, we mzee hizo ni dharau. Haa, nipa kodi ya vitu vili. Sasa hapo nakuongezea na kodi ya ndevu, eh. Ni upumbavu? Tuna <laughs> kutu ndevu? We mzee, umekuja umelewa we mzee. <laughs> Hey, kulea vili <mimi> wa shirewi. <laughs> <laughs> yani, yani uzipangishie ndevu chumba. Nitakupa notes. Upangishie ndevu chumba. Mtakupa notes. Mtakupa notes. Mzee mimi nakuletea hela. Uliniambia sasa, sikiliza. Mzee mimi hela nakupa. Mzee hizo ni dharau. Sikiliza. Waweza kani uniambie chumba kimoja basi. Najifanya mpumbavu sikuishi. Nakubali ahadi yako ya kwamba unanipa. Naenda, nikirudi narudi. Narudi na mgambo. Mimi nakupa hela. Wewe niambia unanipa, afu kofia umegeuza nyuma, jua unajua maana, nakupa kofia unaweka hapa jua i macho. Wewe naweka nyuma Kwa nini, nini yaani uliniahidi unanipa hela kwa kwa nini? Ushtuke nakufuata usishtuke ni, ni, nini fa... nini kwa ni mimi na hela yangu, wewe umeniahidi na yule toka jana. Eti jana asubuhi, sasa mimi siwezi nikakwacha, sio? ni, ni, ni, ni, ni, na... <laughs> barabarani wapi? Nakudai, sikudai nakudai, sikudai. Mimi nakufuata nashangaa na hamu ya kufuata kufuata toka niwe nakudai na hela yangu mimi naitaka. Sasa huku nilikwambia uje unifuate, mbona hujaja? Kama mnaenda kufuata hela Awe mzee ni jau kabisa jamani, eh. Kwamba na waro panga kwenye nyumba nyingine ni hivi hivi, mpaka watu wajue. Mimi nikajua hata ni mwenyekiti wa kijiji eh, eh, <tipu> <tipu> <tipu> <tipu> Unashtuka tena eh? Kama kaida yako ntakanza kushtuka tena usiku uh -huh. Wote sio usiku, mimi nakufuatia wewe kila nyayo yeah. Haba kahaba hatutuhatuapa <laughs> tena hela yangu utasema unaagiza

Hela naitaka. Hafu toka asubuhi, nashangaa na hamu ya kukufuata. Toka nimekuja pale, wewe nakufuata na kufuatilia, kwani unataka kunipa hela? Sasa nini? Kwanza ulipokuwa unakuja ulipita hapo, nikatokea kwako, umefanyaga dawa Kamba soda yule weka na dawa. Sawa <coughs> kwenye <coughs> soda. Umekanyaga dawa ya mapenzi mapenzi pale. pale. Afu ndio ndio maana. Basi mimi naenda. Wewe wewe mbaya. mapenzi pale. Umekanyaga dawa.